Kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifu Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, ninawaalika katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibu sana mpendwa, unaweza pia ukasoma vitabu hivi kwa njia ya mtandao katika chaneli yetu ya YouTube na Facebook, ambapo upande wa YouTube tunapatikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, na Facebook pia jina ni hilo hilo. Kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe, na upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado hujafollow, ili uendelee kupata vitabu vyote vya Biblia vilivyoko huko na uendelee kuvisoma. Wapendwa, karibuni sana, tusali, tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante katika siku ya leo tunapoenda kusoma kitabu hiki cha Ezekieli. Tunaomba Roho Mtakatifu ukasimame na sisi na ukatuwezeshe kukielewa katika hekima ya jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni sana wapendwa, tunaenda kuanza safari ya kusoma kitabu cha Ezekieli ambacho wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema ni moja ya vitabu vinavyo vinavyoitalifiana au vinavyoshabiana au kufanana na kitabu cha Yeremia, ambapo kitabu hichi kinaandikwa na mtunzi ambaye ni Ezekieli katika yale yaliyofunuliwa na Mungu, ambapo Ezekieli alikuwa ni moja ya makuhani. Na kitabu hiki pia kinashughulika sana na uandishi wa masuala ya hekaluni na lile hekalu la Suleman, lakini pia kitabu hiki kinaashiria kwamba Suleman Ezekieli pia aliwahi kuhudumu Yerusalemu kuna mambo mazuri sana utayapata katika kitabu hiki. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kitabu cha Nabii Ezekieli, mlango wa kwanza. Ikawa katika mwaka wa thelathini, mwezi wa nne, siku ya tano ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka nikaona maono ya Mungu siku ya tano ya mwezi, nao ulikuwa ni mwaka wa tano wa kuhamishwa kwake mfalme Yehoyakini, neno la Bwana lilimjia Ezekieli kuhani mwana wa Buzi, kwa dhahiri katika nchi ya wa Wakaldayo karibu na mto Kebari, na mkono wa Bwana ulikuwa hapo juu yake. Nikaona natazama, upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini, wingu kubwa sana pamoja na moto ukifanya duara ya nuru na mwangaza pande zote, na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu. Katikati ya moto huo ukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai vinne. Kuonekana kwao kulikuwa hivi: walikuwa na sura ya mwanadamu, na kila mmoja alikuwa na nyuso nne, na kila mmoja alikuwa na mabawa manne, na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyoka, na nyayo za miguu yao zilikuwa kama nyayo za miguu ya ndama zikimetameta kama rangi ya shaba iliyosuguliwa sana. Nao walikuwa na mikono ya mwanadamu chini ya mabawa yao pande zote nne, na wote wanne walikuwa na nyuso zao na mabawa yao hivi. Mabawa yao yaliungana hili na hili, nao hawakugeuka walipokwenda, walikwenda kila mmoja kuelekea mbele. Kwa habari za mfano wa nyuso zao, walikuwa na uso wa mwanadamu na hao wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kuume, na hao wanne walikuwa na uso wa ng'ombe upande wa kushoto, na hao wanne walikuwa na uso wa tai pia. Na nyuso zao na mabawa yao, na nyuso zao na mabawa yao yalikuwa yametengana kwa juu, mabawa mawili ya kila mmoja yaliungana hili na hili, na mawili yalifunika miili yao nao, na walikwenda kuelekea mbele kila mmoja wao roho ilikotaka kwenda ndiko walikokwenda, hawakugeuka walipokwenda. Kwa habari za kuonekana kwao vile viumbe hai, kuonekana kwao kulikuwa kama makaa ya moto ya wakayo, kama kuonekana kwa vinga vya moto. Moto ule ulikuwa ukienda juu na kushuka chini katikati ya vile viumbe hai, na ule moto ulikuwa na mwangaza mwingi, na katika ule moto ulitoka umeme. Na vile viumbe hai walipiga mbio kwenda na kurudi kama kuonekana kwa kumulika kwa umeme. Basi nilipokuwa nikivitazama vile viumbe hai, tazama, gurudumu moja juu ya nchi, karibu na kila kimoja cha vile viumbe hai, pande zake zote nne. Kuonekana kwake magurudumu hayo na kazi yake kulikuwa kama rangi ya zabarajadi, nayo yote manne yalikuwa na mfano mmoja, na kuonekana kwake na kazi yake kulikuwa kana kwamba ni gurudumu ndani ya gurudumu lingine. Yalipokwenda yalikwenda pande zote nne, hayakugeuka yalipokwenda. Katika habari za vivimbe vyake, vilikuwa virefu vya kutisha, nayo yote manne vivimbe vyake vimejaa macho pande zote. Na viumbe hao walipokwenda magurudumu yalikwenda kando kando yao, na viumbe hao walipoinuliwa magurudumu nayo yaliinuliwa kila mahali ambako roho hiyo ilitaka kwenda walikwenda, walikuwa na roho ya kwenda huko, nayo magurudumu yaliinuliwa karibu nao, kwa maana roho ya viumbe hai ilikuwa ndani ya magurudumu. Walipokwenda hao yalikwenda hayo nayo, na waliposimama hao yalisimama hayo nayo, na walipoinuliwa hao juu ya nchi, magurudumu yaliinuliwa karibu nao, maana roho ya viumbe hai ilikuwa ndani ya magurudumu tena juu ya vichwa vya viumbe hai palikuwa na kitu mfano anga kama rangi ya bilauri lenye kutisha limetanda juu ya vichwa vyao. Na chini ya anga mabawa yao yamenyoshwa, moja kulielekea ya la pili. Kila mmoja alikuwa na mawili yaliowafunika miili yao upande mmoja, na kila mmoja alikuwa na mawili yaliyowafunika miili yao upande wa pili. Nao walipokwenda nalisikia mshindo wa mabawa yao kama mshindo wa maji makuu, kama sauti yake Mwenyezi, mshindo wa mvumo kama mshindo wa jeshi. Hapo waliposimama walishusha mabawa yao. Tena palikuwa na sauti juu ya anga lile lililokuwa juu ya vichwa vyao. Hapo waliposimama walishusha mabawa yao, na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, kuonekana kwa kwake kama yakuti samawi na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwa mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Nikaona kana kwamba ni rangi ya kaharabu, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu na tangu kuonekana kwa viuno vyake nachini, na chini na aliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto tena palikuwa na mwangaza pande zake zote, kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote. Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Mlango wa pili. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema na nawe. Naye aliposema nami Roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami, akaniambia: Mwanadamu, nakutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaowasi walioniasi mimi; wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiogope maneno yao, ijapokuwa miiba na michongoma pamoja nawe, nawe unakaa katikati ya nge. Usiogope maneno yao wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana hao wanaasi sana. Bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ninalokuambia, usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako, ule ni kupacho. Nami nilipotazama, mkono ulinyoshwa kunielekea, natazama, gombo la chuo lilikuwa ndani yake akalikunjua mbele yangu nalo na lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na ole.